Awali, mbunge wa jimbo la Lupa, Masache Kasaka, aliomba serikali iwasaidie wananchi wa Ifumbo kwa kuwapatia sehemu ya machimbo ili waweze kujiendeleza kimaisha. Hali ya uchumi kwa wananchi wa Ifumbo wanategemea mto Zila. Makofi haya maana yake ni kwamba wanategemea maneno mazuri umekuja nayo leo, ili neema zake na mioyo yao iweze kupona, lakini wao pia wanatamani kuona wawekezaji wanazidi kuja kwenye kata yetu na kijiji chetu cha Ifumbo, na watawapa ushirikiano mkubwa na mzuri, lakini na wao pia wanaomba na wao waweze kupata shughuli za kuwaingizia kipato kwenye maeneo haya ambapo mto huu Mwenyezi Mungu aliweza kuwapatia. Akizungumza baada ya kutembelea eneo hilo, Waziri Mavunde amesema serikali imeridhia ombi hilo kwa kutoa leseni mbili kwa wananchi, huku ikiruhusu kampuni ya G&I kuendelea na leseni saba kati ya kumi na nne zilizositishwa tangu Disemba 30 mwaka jana, kufuatia malalamiko ya uharibifu wa mazingira na vurugu. Leseni saba za mkandarasi ambazo zimekwisha kufanyiwa tathmini na zilikuwa zina vibali vyote ambavyo nilizuia nilivyokuja wakati wa mwisho, shughuli zisiendelee, kwa leseni za eneo la Lupa Market ambako hakuna changamoto kama iliyojitokeza na vibali vyote vilipatikana. Na ruhusu mwekezaji uendelee na uchimbaji kama ambavyo mlikuwa umesharedhiwa na wenzetu wa NEMC katika leseni kumi na nne za mwekezaji alizonazo hapa G and I, tumekubaliana zinatoka leseni mbili kwa ajili ya wananchi Wakata yetu ya Ifumbo. Mimi sitaki watu wajifichie kwenye mgongo wa wananchi kwenye swala la kusekesa hapo, ni hekima ya mwenyekiti Chiwanga, mbunge wenu na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Mazingira, Hamis Hamza Hamis, amehimiza upandaji wa miti kulinda mazingira ya Mto Zila shughuli zinazoendelea chanzo cha maji kilikuwa kinaharibika, tukasema kama serikali hatuwezi kuacha hivyo. Sasa ni waombeni sana, kwa kushirikiana na maafisa wetu wa mazingira, endeni mkaipande miti hiyote. Mimi kama mwekezaji na hakika nitatoa ushirikiano mkubwa sana katika kijiji kile, lakini pia kuhusu swala la na mazingira, naibu waziri wa NEMC amezungumza kuhusu swala la kupanda miti. Hii itakuwa ni siku maalum ambayo tutaipanda hiyo miti, na tutaitoa miti mingi sana wa kijiji kile tuweze kupanda katika maeneo mengi ambayo yako wazi. Tutajitahidi kupanda miti ambayo ni miti ya vimvuli, miti ya matunda na miti rafiki katika vyanzo vya maji, katika mto wetu huu unaotuzunguka katika uchimbaji. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samwel Mpogole.